Siku nyingine marafiki zangu, nakuja kueletea movie recap nzuri hivi. Movie inaanza, kuna bidada yuko alai uwanja wa ndege kwa ajili ya kuripoti ujio wa mtu mmoja star. Huu jamaa anaitwa Hugo Huang, huyu ni mshindi wa mbio za magari. Anaenda kukutana na mtu mwingine ambaye ni mshindi wa mbio za magari anaitwa bwana Winston Chen. Huyu Winston Chen alikuwa akifanya kazi kwenye kawosh uh, moja hivi uh, sehemu wanayosafisha magari, lakini watu wengi walikuwa wanamchukulia poa mzee, walikuwa wanamchukulia poa, hawajui huyu ni nani. Sasa bwana Winston mwenyewe ndio huyu hapa. Jamaa anamsogelea anaongea naye, anamwomba challenge mzee, lakini jamaa kamwambia unapoteza muda. Kabla jamaa hajaondoka anamwachia business card kwa ajili ya mawasiliano kama jamaa atakubali basi awasiliane naye. Lakini akiwa pale, jamaa ameondoka. Winston akiwa anaendelea na kazi zake mahala, simu inaingia. bidada anaitwa Yufon Wang anapigiwa simu. Kuna kifaa kinapaswa kupelekwa mahali fulani, kwenye kampuni hiyo hiyo anayofanyia kazi Winston. Kuna kifaa cha gharama kinatakiwa kupelekwa haraka iwezekanavyo. Jamaa anamuuliza yule dada kwamba, je, nipeleke kwa muda gani? Dada anasema haraka iwezekanavyo. Naambiwa, hapo barabarani baba ilikuwa Jani tzung, hackling, gikundi, ni mtafutano. Jani anakutana akiwa na au anatoka kwenye kikundi kinaitwa Swift Rider, hawa ni waendesha magari. Sasa wakiwa barabarani pale, wanaongea mambo mengi, mara wanasikia kama kuna gari linakuja. Angalia ya kwenye mwamba, huyu hapo. Okay, jamaa anasema huyu nitamuonesha. Kumbe hawajajua mzee, hawajamjua vizuri. Jamaa anasema utakula uchafu wangu Jamaa akaongeza na kanyaga moto kanyaga moto ili ambite. Kumbe jamaa na yeye shaona hapa, lakini akaonesha we, unaambiwa alipitwa. Kuna sehemu ilikuwa ni hatari, ona ona hiyo kitu babaki, anapita kwa mwendo usio kwa kawaida paka. Jamaa wenyewe wanabaki wanashangaa, wanasema haijawahi hey, kutokea. Wakati huo jamaa anampigia phone, anamuuliza vipi, huo mzigo umempa nani? Anamwambia umempa Weston. Weston eh! Jamaa anashangaa Anasema hii mbona ilikuwa ni kitu ya kuleta ya kuleta haraka, bora ungeweka kwenye treni. Lakini wakati anazungumza huyo, wakati anazungumza Winston, huyo kashatimba baba yake, yaani simu hata haijakatwa, jamaa ameshatimba. Akamuuliza, kwani umempa saa ngapi, mbona amekwisha kupika, amekwisha. Anasema kama dakika kumi zilizopita. We mzee anachanganyikiwa, anamuuliza Winston, imewezekana vipi? Winston, kwa kudanganya, anamwambia mzee, mimi nimepita advertise Shortcut. Shortcut. Anaingia pale anaiskani ile gari jamaa kuna huyo dogo hapa ana kelele kinoma noma, anaenda kuchukua kile kifaa, anaweka kwenye gari, alafu jamaa ile anaenda kuendesha, akamwambia usiendeshe yo gari, usiwashe kwa sababu utaharibu kila kitu, lakini kwa sababu ya ubishi wale wakajikosea mzee, wakakataa. Jamaa akapanda kwenye gari kwa ajili ya kuwasha ile kitu, akamwangalia tu mwangalia, ile ngoma inapigwa stati, kitu ikajibu, imeisha hiyo eh, sasa Umele gari bwana, ni ya wale jamaa waliopishana na Winston pale barabarani, alafu ni gari ya bei bay mbaya kweli. Jamaa jamaa wanakuja kucheki gari yao. We, naambiwa jamaa alimaiti anasema anataka gari yangu inatakiwa ilipwe, mtajuta kini kitaendelea. Endelea, endelea kufuatilia na usikose kusubscribe we